Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mnyika anasema makamu mwenyekiti wa chama hicho amekamatwa. Inaelezwa kuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania Bara, John Heche amekamatwa muda mfupi uliopita leo Jumatano, Oktoba 22 mwaka huu 2025 akiwa anaingia kwenye viunga vya Mahakama Kuu Tanzania, masijala ndogo ya Dar es Salaam. akizungumza na wanahabari kuhusiana na hilo, katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika amedai kuwa Heche amekamatwa ghafla alipokuwa anaingia mahakamani hapo, lakini hadi sasa uongozi wa chama hicho haujui sababu ya kukamatwa kwake. Amesema amepokea simu kutoka kwa mmoja wa wasaidizi wa makamu mwenyekiti huyo na kueleza kuwa Heche amepelekwa kwenye kituo kikuu cha polisi kati Central Police ya Dar es Salaam, na kwamba kwa sasa mawakili wanaelekea kituoni hapo kufuatilia sababu ya kukamatwa kwake, lakini makamu mwenyekiti wa chama hicho amekamatwa nje ya masijala ya mahakama. Mnyika ameeleza hivyo.